Umbali wa kilomita 46 kutoka mji wa Kilifi na ingia eneo maarufu la Kwandara, Gandini, Chonyi, Kaunti ya Kilifi. Hapa nakutana na mwenyeji wangu mzee Jembe Mwabonje Kai. Mzee Jembe ananipeleka moja kwa moja kwa mzee Mwabaya Mbura Mkanyi, Mzee aliyekubuhu katika utamaduni wa Mijikenda, hasa tamaduni za kabila la Chonyi. Je, cha mno ni kipi kutoka mjini Kilifi hadi Gandini, Chonyi? Karibu katika makala mmomonyoko wa utamaduni. Mimi ni msimulizi wako, Hamisi Kombe. Sadfa, tulipatana na sherehe ya mazishi ya marehemu Kanyevu Konde ambaye aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 81 aliyeishi kuienzi na kuizingatia tamaduni ya Kichonyi. Mzee Mwabaya ananijuza kipi kinachojiri pindi tu mtu anapoaga dunia. Mtu akifa akifa nyumbani kwake ni lazima aanze kunyolewa kwanza nyumbani. Akinyolewa akimaliza, wakina mama wanatia maji na kumwosha. Akioshwa akimaliza, anavishwa nguo zake. Akivishwa nguo zake, analalishwa kitandani. Akilalishwa kitandani, ndio sasa mkafara wa watu ambao wamekutana hapo ndio wanaanza kuzuma Yaani, kuamua watu wa, walie ndio wanazuma hatsore. Wakimaliza hatore ndiyo zombe sasa, nyimbo sasa, watu wanacheza msego. Hiyo zombe ndio inaitwa msego. Ikiwa ni kukesha, wanakesha na msego mpaka usubuhi, na wanashinda na msego mpaka maiti achukuliwe aende kaburini. msemwa baya akaniambia ni marufuku mtu yeyote kuangua kilio kabla ya kuimbwa kwa hatore kwa Kichonyi wakisema kuzuma hatore. Nini hutokea kabla ya maiti kufikishwa kaburini? Ukianza msafara, kuna nguo ambazo zinaitwa zinafungwa na wale wazima, wale wakina mama wazima, mmoja kichwani, mmoja miguuni wanapiga kihoma wanapiga vivu. Wanachukua vile vifudu vya nazi vifuvu vile, halafu wanaanza kugonga, wanaimba, wanazunguka maiti, kile kinaitwa kihoma. Wakishamaliza ndio watu wanaenda kaburini. Sasa wanaenda polepole pole, na zombe msego nachezwa mpaka kaburini kwa sababu mwenda zake hapa alikuwa mwanamke mzee. Mwabaya anasema vifaa vya kuchimbia kaburi lake pia vinapaswa kubebwa na shangazi yake vikiwekwa ndani ya kikapu. Basi kile kikapu kile kinatoka huku nyumbani wakati kiwa wanaenda kuchimba kaburi, huku ni nyumbani. Sasa anaitwa shangazi ya mtu ndio mwenye kujitweka yale majembe na mapanga na ina oteshwa kule kaburi itakapochimbwa kule, ikifika kule ndio inatolewa majembe wakichimbia, wakimaliza kile kikapu sasa hakirudi nyumbani, ndio kinafuatana na ikifinikwafinikwa kwa ndio kinakatwa kinatiwa mule ndani kwa sababu kimedebea nini majembe. Nilipoona kaburi ambalo tayari lilikuwa limechimbwa la kumzikia marehemu niliona mgomba na kikapu. Je, kwa nini vitu hivi huwekwa kaburini? Ule mgomba ikiwa imechimbwa hiyo kaburi na ina analala yule mtu, ndiyo inaambiwa hailali peke yake, lazima iwe ikatiwe mgomba itiwe ndani. Uo mgomba uko humo mpaka maiti akiwa anaingia unatolewa sasa, ndio anatiwa mtu mwingine. Kwa sababu ya hivyo, inasema ile kaburi ikiachwa wazi, kuna pingine kuna mtu ambaye anaweza kuenda akaporomoka hapo, ama ikiachwa wazi ni vibaya, wazee walisema, wakina mababu, kwa sababu huwa pingine itaita mu mtu mwingine, ndio inatiwa kuwa sasa, wewe basi, mtu wako ni huyu kwanza kaburi la mwenda zake limejengewa, jambo ambalo pia mzee Mwabaya alilikosoa. Sasa ikiwa huyu mwenyewe alisema hataki, na hivi mtu akiambiwa, mimi mmeniweka nyumba ambayo iko na, na baridi, haya njoni munitoe, hiyo madhara itafata mtoto wake ama mjukuu, na yeye atakufilia mbali hale kaburini, pia kuna yake mzee Mwabaya anasema ni sharti kichwa cha maiti kielekezwe upande fulani unaoashiria Singwaya, kwenye chimbuko la Mijikenda. Sisi ambayo tuwa, tuwa Mijikenda tulitoka Singwaya, tunaangalia kwetu tulikotoka. Miguu iko huku, lakini sisi twatoka huku, kwa hivyo mtu akifa ni lazima aangalie Singwaya huko alikotoka. Na ambaye ni Mkristu, ndio anasema dini yake haimruhusu kuwa akizikwa alazwe upande upande, lakini mtamaduni akizikwa lazima alazwe upande anga aangalie masindikizo ya jua huko. Hiyo ni mila ya kitamaduni ya idadi Je, yeah. Tofauti ya maziko ya mwanaume na mwanamke ni ipi? Tofauti ya mazishi ya mama na, na baba. Baba yuko na bibi. Ikiwa yuko na bibi ni watatu, ni mmoja. Huyo anakalishwa kichwani. Ni maiti ya baba hii. Huyo mama anavishwa nguo za majimbiri nasikia. Huyo mama sasa, tafauti ya baba ni vile baba ameoa bibi, ndio akifa lazima yule bibi naye pia ashirikishwe kuvaa nguo za majimbiri, akalie yule bwanake, kisha akimaliza abwagiwe mkeka wa matanga. Akibwagiwa mkeka wa matanga sasa ndio anaendelea na viswahili majimbiri mpaka hata ikiwa ni miaka miwili miaka moja hayaondolewe msiba na ifa mabulu. Hata hivyo, mzee Mwabaya alionyesha masikitiko yake makuu kuwa siku za hivi karibuni kumekuwa na mmomonyoko wa utamaduni, kwani miiko ya zamani inaendelea kupinduliwa kila uchao. Kisukuhizi anawekewa sijui ni ile e, e, ya kizungu ya kuteremshwa mashine. Lakini hapo mwanzo ilikuwa maiti akifika anateremshwa kaburi, hii anawekwa hapa kwanza, wanaanza tena kuzuma hatore, ndio sasa achukuliwe awekwe kaburini. Anapokelewa na watu kiwa ni wanne watano, walio ndani wanampokea wanamweka vizuri sana wakimaliza ndio wanaanza sasa tayari kufukia maiti pale nani pale. Akitiwa hakutiwi bati, lakini siku hizi wanatia mabati, lakini ilikuwa ni mkeka. Hii sanduku nayo ni hivi sasa, lakini ilikuwa ni vyambo, inaenda kukatwa miti ya mkone kama tandara inatandikwa hapo ndani, hapa juu pia napo kunafinikwa tandara. Hapa juu ndio sasa wafinike mkeka. Haya, wakifinika mkeka, haya sasa wanaanza kufukia. Ndio mazishi ya kitamaduni ya Chonyi. Katika kufukia sawasawa, sawa na kuchimba kaburi, mtu ikiwa ameinama ame anachimba kaburi, huwezi kuacha jembe mpaka uguswe, upigwe matako ama upigwe mahali popote. Hiyo ndio masharti iliyowekwa na wazee wetu. Nikaiviwa na hamu ya kutaka kujua iwapo kuna athari zozote za mtamaduni kutofanyiwa maziko ya kitamaduni. Kita mtamaduni yoyote lazima afanyiwe mambo yake ya kitamaduni, na mwokofu na yeye afanyiwe mambo ya kiokofu. Lakini ukichukua mimi ni mtamaduni halafu unifanyie mambo yako ya kuwa wewe unanizika vile ambavyo unataka ndio nakuonyesha, kwa sababu nitakupa madhara. Nyuki watakuja hapo ama mtu aanguke aumie ama nimtie wazimu, kwa sababu vile ambavyo ni mwenyewe nilivilitaka unifanyie mimi. Nakwambia nataka nichezewe mabumbumbu, alafu wewe usiacheze, nitakuja kwa ndoto nikwambie nataka ule wimbo wangu uchezwe ikiwa hutaki nitakuonyesha, basi nitakufata hata mwisho huo, uta, uta, utakubali maneno kwa ndoto, na utakubali lazima, utakuja nipigie ile ngoma, ndio maradhi. Sadfa iliyoje! Mvutano pia ulidhihirika baina ya usasa na utamaduni. Baadhi ya wanafamilia walitaka usasa wa kuweka miziki ya kisasa maarufu disco vumbi, ilhali kwa mujibu wa mzee Mwabaya azaki alipaswa kusindikizwa kwa kupigiwa ngoma za kitamaduni pekee. Ukistaajabu ya Musa hujayaona ya Firauni. Mtazamaji, disko hili hapa unaloliona liliandaliwa kupiga mziki, ila lilizima ghafla baada ya nguvu za umeme kupotea watamaduni wakiamini kwamba marehemu alikataa mziki huo ndiposa umeme ukapotea na ngoma za kitamaduni zikajichukulia nafasi kwa ujasiri na dalji. Ama kweli mwenye nguvu mpishe. Hii ndiyo tamati ya maisha ya mwenda zake Kanyevu Konde. Lakini pia tamati ya kuangazia mazishi kwa mujibu wa tamaduni za Kichonyi kutoka Gandini, Chonyi, kaunti ya Kilifi. Haya ni makala Mmomonyoko wa Utamaduni. Mimi ni msimulizi wako Hamisi Kombe, Coco FM, ladha ya Pwani.